Kuna koti moja niliwahi kuisoma, walikuwa wanaongelea kuhusu baraka ambazo kila mmoja wetu amepewa na Mungu wake like, kila mtu ana kitu ambacho Mungu amempa kwa sababu ya inamsaidia katika maisha ambayo amempa, lakini inamsaidia katika lile kusudi ambalo Mungu ameliweka maishani mwake. Lakini pia uh, sababu ya tatu ya kwanini tumepewa hivyo vipaji ni kwa sababu ni kama silaha juu ya ile safari yetu au ile jani yetu ambayo Mungu ametupa. Kila mmoja ana tofauti. Kuna ambaye ni mwalimu, kuna ambaye ni daktari, kuna ambaye ni mtumishi. like kwenye kila kisafari ambayo wewe uko nayo hapa duniani, Mungu ameweka kitu ambacho kinachokusaidia kuenenda katika hiyo safari ambayo ameweka ndani yako. So tuko full equipped okay, lakini akaenda mbele akawa anaeleza kuhusu namna gani tunaweza kukagundua kuhusu baraka ambazo Mungu ameziweka ndani kwetu. Kicho cha kwanza alichokiongelea alikuwa anaongelea kuhusu vipaji, akasema kuna umuhimu sana wa kila mtu kufahamu kuhusu kipaji chake ambacho amepewa na Mungu wake. Iwe kipaji chako ni cha kuimba, cha kuandika, cha kushauri, cha kusikiliza, cha kutafsiri chochote ambacho Mungu amekiweka ndani kwako ni muhimu sana kukitambua na kukijua kwa sababu kwanza huo ni upekee ambao Mungu amekupa, lakini hiyo ni moja kati ya silaha kubwa sana ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kupambana na maisha. So, tunapofahamu kuhusu kipaji chetu na tunapofahamu kuhusu upekee wetu, inatusaidia sana kuenenda na kukaa ndani ya kusudi ambalo Mungu ameweka ndani kwetu. Ukishafahamu kwamba kipaji chako ni kuchora, kwa hiyo hautakuwa unapelekwa, hautakuwa unazunguka, hautakuwa unachukuliwa na vitu ambavyo sio vya kuchora. Kwa sababu tayari njia yako ni hii na utakaa njia hiyo. Lakini pia inakusaidia wewe kuto kukwamisha watu wengine ambao wanapita kwenye hiyo njia. Hiyo ni faida ya kujua kipaji. Lakini faida nyingine ya tatu ni kwamba itakusaidia wewe ku kumrahisishia Mungu kazi. Yaani kwamba hakutafuti wewe uko wapi, hakutafuti umepotelea wapi. Lakini pia watu ambao wanaohitaji kupita ndani ya hicho kipaji chako watapita na watasaidika, kwa sababu unafahamu kwamba sisi tunategemeana. So wale watu wote wanaokutegemea kulingana na hicho kipaji watafaidika. So hiyo inakuwa ni rahisi kwa maisha ya watu wengine na kwako kuenda. Lakini uh, kitu cha pili ambacho alikiongelea, aliongelea kuhusu safari ya maisha Unawezaje kujua baraka yako? Ni kuhusu safari yako yote ya maisha. Kuna watu ambao, nafikiri, nimewahi kusikia kuna watu ambao wanajiita chosen one. Ni mtu ambaye uh, yeye anajua kwamba vitu vyote ambavyo vipo vinalala upande wake, kijua kama ni nenso hii kutumia the chosen one, lakini nimewahi kusikia watu hao hao ni watu ambao huwa hawaanguki, na wakianguka wanasimama, huwa hawafeli, huwa wakianzisha kitu akifi wa wakianzisha kitu ni mwendo mbelambela. Huwa ni watu ambao hauwezi ukamhesabia amewahi kuanguka wapi, na ni watu ambao wana bahati sana kila wakati. Kwa hiyo um, wakati mwingine tunaweza kutambua baraka ambazo Mungu ameziweka katika maisha yetu kwa kujua safari zetu za maisha. Kuna watu ambao wamewahi kuumwa na waliumwa sana, lakini wameamka, wametembea kuna watu ambao wazazi wao walifariki wakakosa msaada, lakini baadaye alikuja mtu akawainua na akapata msaada ambao alikuwa anahitaji. Kuna watu ambao waliwahi kupoteza kazi kwa mazingira ya ajabu na walifanikiwa kwa mazingira ya ajabu. Kuna watu ambao watoto wao waliumwa, walipoteza watoto, walipoteza kila kitu, lakini walipata hivyo vitu kwa njia ya ajabu. So, baraka za Mungu wao kwao wanazihesabu katika safari zao za maisha, walipoanguka, waliposimama, walipopotea, walipopatikana. Ndio vyote vile. Lakini wanashuhudia ukuu wa Mungu. Hiyo ndio namna ya kujua baraka zako. Angalia tu safari yako ya maisha alafu jiulize kwamba ulifanya nini cha maana kupata hivyo ambavyo umevipata. Alafu utagundua kwamba hukufanya chochote cha maana lakini Mungu amekubariki kwa namna ambavyo amekubariki. Lakini kitu cha tatu ambacho uh, unaweza kwenye yote kwa sababu unaweza kutambua baraka zako ni kupitia watu. Kuna watu ambao uh, wamebarikiwa watu yani ana yani, bro ambaye anampaga aidia tu yani, huyo bro hajawahi kumwacha aoe aoe, ameolewa amefeli ada mfano yani. Kuna watu ambao wamekujaga kwenye maisha ya watu, haujui ametokea wapi, haukuwahi kupambana kutengeneza hiyo mahusiano, lakini ni watu ambao wamestik naye kwenye shida zote, kwenye raha zote ambazo amewahi kupata kuna watu ambao wana watu ambao wame click, either from shule ya msingi, amekutana naye ofisini, amekutana naye kwenye gari, lakini amekuja amempa uwezo wa kupiga hatua kwenye maisha yake. Si kwama mpaka kila akika anakwambia say yule ni brother from another mother. So um, hawa watu huwa ni kwa, kwa watu ambao wanaamini katika dini, ni watu ambao tunasema ni malaika wale wa malaika ambao wana de, destiny helpers ha? ni watu ambao wanakuja kwa ajili ya kusaidia us, kwenye kusudi lako kwenye destiny ambayo wewe umepewa. Na mara nyingi sisi huwa hatuwathamini na mara nyingi pia huwa hatufanyi vitu vingi sana juu yao, lakini watu ambao wanakuaga kama malaika. Haoni madhaifu yetu. Haoni tulipotoka, haoni chochote cha kwetu. Lakini watu wa mistake na kwetu na huwa wanatuvushaga sana. Alafu wanakuja wanapotea. Anakuja tena mtu mwingine anafanya kitu kingine, anakuja anapotea, hivyo hivyo hivyo, tunakuwa na series ya hao watu. So, ukitaka kuhesabu baraka zako, hesabu na hao watu ambao hujawahi kufanya kitu chochote, alafu wametokea na wamefanya wonders kwenye maisha yako. Hao ni watu wa ajabu sana, ni watu ambao wametumwa na Mungu. So, kwenye hiyo kote akawa anaandika kwamba uh, ni muhimu kufahamu baraka ambazo Mungu amekujalia kwenye maisha yako ili uweze kujua nguvu ambayo wewe uko nayo kwenye maisha. So, tunarudi ni kwamba ukifahamu kuhusu kipaji chako, hauwezi ukawa una fight battles ambazo sio za kipaji chako right? Ukishafahamu na watu gani kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo utaka uvifanye, sio kwa sababu hauwezi kuvifanya, ni kwa sababu ya aina ya watu ambao wako kwenye maisha yako. Wanakuzuia kabisa usifanye hicho kitu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kutafuta na kutambua baraka zetu. Hii itatusaidia maisha yetu kuwa mepesi, lakini itatusaidia pia kutokuwa na battles ambazo hazina maana kwenye maisha yetu. Niambie, kwenye comment unajifunza nini kuhusu hili? Na wewe ikija kwenye account of blessings unaanza na kitu gani? Lakini pia Uh, umewahi kugundua kitu gani kuhusu baraka ambazo Mungu ametuwekea kwenye maisha na namna gani ambavyo unavyotumia hizo baraka katika kusaidia watu wengine lakini pia katika kujisaidia wewe? Karibu sana na hii ni Kijiweni na Winnie. And it's a girl with Bye.